ni katika Yuda hubirini kwenye Yerusalemu, pigeni baragumu katika nchi, pigeni kelele, jikusanyeni pamoja, mkaingie katika mji wenye boma, twekeni bendera kuelekea Sayuni, kimbieni mpate kuwa salama, msikawie, kwa maana nitaleta mabaya kutoka kaskazini. Katika Yuda hubirini, kwenye Yerusalemu, pigeni baragumu katika nchi, pigeni kelele, jikusanyeni pamoja, mkaingie katika mji wenye boma, twekeni bendera kuelekea Sayuni, kimbieni mpate kuwa salama, msikawie, kwa maana nitaleta mabaya kutoka kaskazini mekwishatoka katika kile kichaka chake ili aifanye ukiwa mji yako ifanywe maganjo, asibaki mtu yeyote ndani yake. Jifungeni nguo za magunia ombolezeni, kwa kuwa hasira kali yake Bwana haitageuka na kuwaacha, tubuni maovu yenu na amekisha toka katika kile kichaka chake ili aifanye ukiwa miji yako ifanye maganjo, mtu yeyote ndani yake jifungeningoa za magodi ya ombolezeni kokoa asira kali yokibwana aita geoka Tusimame katika kweli, sisi chumvi na nuru ya dunia kwa wote tuangaze mwanga wa Kristo walio gizani, tupige yowe watoke kwenye mapango mahandaki yale ya dhambi, pigeni hatua sote tuhame, dunia yote ya ulimwengu ni ubatili, tuangazie maisha ya dumuyo milele, kweli mema yatungoja mame katika ka kweli sisi chumvi na nuru ya dunia kwa wote tuangaze mwanga wa Kristo walio gizani tupige yowe watoke kwenye mapango mahandaki yale ya dhambi pigeni hatua sote tuhame dunia yote ya ulimwengu ni ubatili tuangazie maisha ya dumuyo milele kweli mema ya tungoja. Simba amekwisha toka katika kile kichaka chake ili aifanye ukiwa mji yako ifanywe maganjo asibaki mtu yeyote ndani yake. Jifungeni nguo za magunia, ombolezeni, kwa kuwa hasira kali yake Bwana haitageuka na kuwaacha tubuni maovu yenu kwishatoka katika kile kichaka chake ili aifanye ukiwa miji yako ifanye maganjo asibaki mtu yeyote ndani yake jifungeni nguo za magunia ya ombolezeni, kwa kuwa hasira kali yake Bwana haitageuka na kuwaacha tubuni maovu yenu kwishatoka katika kile kichaka chake ili aifanye ukiwa mji yako ifanywe maganjo, asibaki mtu yeyote ndani yake. Jifungeni nguo za magunia ya ombolezeni, kwa kuwa hasira kali yake Bwana haitageuka na kuwaacha, tubuni maovu yenu. Simba amekwisha toka katika kile kichaka chake, ili aifanye ukiwa mji yako ifanywe maganjo, asibaki mtu yeyote ndani yake. Jifungeni nguo za magunia, ombolezeni, kwa kuwa hasira kali yake Bwana haitageuka na kuwaacha, tubuni maovu yenu.